Namna ambavyo wamejitoa wamepambana sana, na niwaambie wana Dar es Salaam Young Africans, hii ndio yanga yenu mliyokuwa mnaitaka, hii ndio yanga yenu ambayo inaanza sasa kufungua vitu vyake. Niwaambie tu ukweli kwa namna ambavyo wamecheza, tumpongeze sana mwalimu. Mwalimu mabadiliko aliyoyafanya ni mabadiliko makubwa sana, na siku zote waswahili wanasema, mtoto mdogo halali na pesa. Mnaweza mkaona vita ya baba mwenye nyumba na mpangaji, baba mwenye nyumba uwezo haana hana wa pesa yeye yeah, alichokifanya ni enzi za ukoloni kujenga kibanda. Sisi tumekuja matajiri, tumeingia kwenye kibanda chake, pesa hana, tumempa pesa kidogo, anataka lale nazo. Mwanzo alitaka kutuzoea, mwanzo alitaka kutuzoea, na ni namna ambavyo mwalimu unaweza kuona mwalimu kwa uh, mwalimu mwalimu wa KMC alizungumza, ataingia kwa lengo la kukaba na kuzuia, kwa sababu anajua ubora wa Dar es Salaam Africans lakini mwalimu wetu sisi baada ya kuona huyu amekuja na plani hii baadaye akamfanyia mabadiliko. Niwaambie tu kwamba natangaza kuanzia leo KMC mfukuzeni mwalimu huyo ili akaungane na Fadru Davis ambaye sisi tulimfukuzisha kazi, na huyu fukuzeni kwa sababu ni mechi ngapi anafungwa anapoteza kwao. Dar es Salaam Africa tunatakiwa kuingia kwenye vitabu vya kufukuzisha makocha wengine. Ushindi huu wa leo unaleta taswira kubwa sana kwa huko tunakokwenda, naamini kabisa Farabat kwa ushindi huu leo aliouona anajipanga huko, anajua kabisa watu ni moto wa kuotea mbali wa, kama watakuwa wamefuatilia wamemwona Boyeli ni mtu wa namna gani? Yaani ana asili ya kimaele maele, umeelewa bwana. Kwa hiyo tunakwenda kukutana na Farabat Zanzibar, tunawapiga yoyote mpaka National hali anakwenda kufa kifo cha mende pale Zanzibar. National hali tunamwambia kwamba mabingwa wa Tanzania, mabingwa wa Tanzania, matajiri wenye thamani kubwa ya bilioni 100 kuliko hata wewe kwa sababu Yanga ndio timu yenye thamani kubwa kuliko hata National. Kama utaki shauri yako, bilioni mia moja. National afikishi bilioni mia moja kwayo, tunawaambia kwamba National, salamu tulizokupeni nyinyi, njooni Zanzibar. Zanzibar hakuna matata, tutaruka na nyinyi. Sisi hatujamkimbia hapa, tupo KMC, si ndio? hapa KMC nani alianza kuja Simba, sio alianza kuja hapa. yuko wapi? Katukimbia, katukimbia kwa yeye, katukimbia. Huu ndio uwanja huu ni uwanja huu, sio wa Benjamin Mkapa. Yaani Benjamin Mkapa ule ni uwanja wa taifa, mtu yoyote anaweza akafanyaje, akaenda na pia. Sisi tumeamua kutoka twende kwenye sehemu ya utulivu, Zanzibar. Tumemwacha yeye abaki agande pale. Wanakuambia hivi, siku zote ukiona sehemu watu wanaondoka wamekuacha peke yako wewe, mchawi. Kundi lake simuoni akitoboa kwenye kundi lake, mimi namuona kwanza kabla ya kundi lake. Jua kuna taarifa iliyopo Msingizini, wamepeleka barua ya malalamiko wakidai kwamba watu wamemtumia matatu kwenye eneo la benchi la ufundi kama mwalimu. Kwa hiyo malalamiko leo, kesho majibu yanaweza akatoka. Yakitoka, mimi namuona Singizini anaenda kushika nafasi ya Simba, ndio nakwambia, kwa sababu Kafu akitaka kutenda haki Simba hayumo. Tunamuona Singizini akicheza na Petro akicheza na experience ya Tunisia. Kwa hiyo kwangu mimi kama watavuka, kama watakuwa kesi imehukumiwa ime kwamba hawajapata hawaja nafasi wale, Singizini simuone Simba akitoboa, kwa sababu kama unamuona Petro Petro amedominati sana kwenye michezo hii ya Afrika. Ukimwangalia Esperance naye amedominati sana kwenye michezo ya Kiafrika, kitu ambacho natakiwa we kujiuliza kitu kimoja, hii michuano inamhitaji mtu apate matokeo nyumbani si ndio? Kama we kwenye uwanja wako wa nyumbani umeshindwa kupata matokeo, unategemea ukayapate wapi? Yaani kiwanja chako cha nyumbani, Benjamin Mkapa, mechi mbili za mwisho umeshindwa, umeshindwa kupata kupata matokeo kupata matokeo, si ndio? Kama umeshindwa kupata matokeo, unategemea hawa unaokutana nao utapata matokeo? Kwa Mechi mbili za mwisho. Amemaliza na Nsingizini. Hajapata alama tatu katika ardhi ya nyumbani Benjamin Mkapa. Si ndio? Kama hajapata, unategemea atapata atapata alama gani? Yaani unakutana umeshindwa kumfunga Nsingizini nyumbani, unaenda kukutana experience ya Tunisia. Mimi nawaona wao experience ya Tunisia. Benjamin Mkapa wakichukua alama, Petro wakichukua alama. Kwa hiyo Simba anaenda anaenda ku, anaenda, ku, anaenda ku, kupoteza. Yaani nje ndani. Kwangu mimi anaenda kudondosha alama takriban 12. Uh, mimi nimemsikia vizuri na nimempongeza, akaongea vizuri ila, ukimzungumzia Boyeli, umezungumzia bulustek kwenye ligi kuu Tanzania Bara, kwa sababu unazungumzia, umemtangozia mimi hapa, tokea ligi hii ianze, kama kuna striker chini ya Boyeli, kuna mtu kafunga goli mbili mechi moja, mimi natembea uchi mpaka Kigoma. Nakwambia lile sigarasa mechi moja na goli hizi mbili tokea ligi yetu ianze, hakuna mtu alichokifanya hicho, ndo kwanza Boyeli. Na kama kuna mtu kafanya hivyo, mi natembea uchi mpaka Kigoma. Kwa hiyo ukimtaja Boyeli uwe na nidhamu na heshima ya kumtaja, ambayo kwenye ligi yetu tokea ianze mwaka huu, yeye ndo kaweka chuma mbili, hakuna mwingine yoyote. Kwa hiyo sio tumewaona wamepata ushindi, tumewaona marefa wanakuja kukirudia walichokifanya mwaka jana. Lile goli la pili umeona lipo sahihi? Yaani mtu kabaki peke yake. Imamu. Yaani mtu kawa imamu, watu wapo nyuma yeye imamu anazolisha. Wewe umeona kuna goli la utata hapa? Sisi tunawaambia waendelee na mipango yao ya refa. Sisi sio milima tutaonana. Sisi sio milima tutaonana. Salamu tunawaambia. Ukimuona mwenzako ananyolewa, wewe tia maji. Hawa washachukua nne. Yeye akifanya masiala zitarudia tano. Sasa baba, beki gani wa Simba wanaenda kumzuia Boyeli? Ndo kashakasirika kasha kashakufa tayari. Tushakutana ena washakufa, yupo sawa so, kwa hiyo hakuna kitu kipya. Shabiki wa Simba yupo tayari kuomba kifo kuliko kukutana na Yanga na kuambia tena. Shabiki wa Simba yupo tayari kuomba kifo kuliko kukutana na Yanga, anaogopa eh, anajua kabisa duniani hakuna dabi mdu kapigwa mara sita mfululizo dhidi ya Tanzania kikosi kile hakuna aliokosekana, ngayo ya jamii washakufa, sawa. So, hila mimi nawaambia kama masaa sabini na mbili hii michezo wanataka kutuchezea ndio hatutokubali. Sasa hivi kuna mbinu ambayo inapangwa kuwa wachezaji wa Yanga wapunguzwe ndio kusudi dabi wakose. Sasa sisi tunawaambia mapema, tushawagundua. Hii michezo si hatuihitaji, tunataka dabi ikachezwe kila mtu, ipo sawa kila mtu alisajili kwa kelele kwa mbwembwe. Kwa hiyo tunataka kwenye dabi kila mtu akacheze katimia. Tumeona hapa, hakuna ligi yoyote duniani mchezaji anaenda kuhukumiwa mechi tano, hakuna ligi yoyote duniani hakuna. Ndio hapa makusudi kafanyiwa Ibrahim Baka, sikiliza, nikusimulie. Si tunajua mchezo mwingine unaenda aende kufungiwa jigidiala, si tunajua? Hatutokubali ligi ndio itakuwa mwisho Sheria na kanuni na hazifuatwi, kanuni yanafuatwa mapenzi. Hakuna, sisi tunaongea ukweli mm, sawa, hazifuatwi kanuni yanafuatwa mapenzi, dada yangu, na kugelfu laki moja hapa hapa, kama kuna ligi yoyote duniani mm, mchezaji kafungiwa mechi mechi tano zaidi ya hapa. Kwa hiyo hii ni mipango mm, sisi tushaigundua. Mwaka jana walifanya mipango hii ligi, wakakosa mipango. Inaanza tena mm, tutarudia tena ya mwaka jana na kitu kingine, na Nassoro, hapo hapo inatakiwa sheria na kanuni zifuatwe, tulikubaliana sheria na kanuni zifuatwe. Ngoja kwanza nimalizie, nataka niulize tena, nawaambia bodi ya ligi kama wanataka kufuata kanuni waende kufuata kweli, hakuna meneja anaruhusiwa kusimama dakika 90. Yule ni meneja. Ndio nilikuwa nakuja hapo na Nassoro. Sawa, kwa hiyo akafate kanuni, hakuna hmm, meneja anaruhusiwa kusimama dakika 90. Kama meneja anaruhusiwa kusimama dakika 90, kwa nini wanaenda kuchagua vyeti hapo hapo sasa kwa Nassoro. Tumeona ale kocha wa, wa, wa Dodoma jiji kule nafikiri alihukumiwa alipewa adhabu ali huyu meneja anasimama dakika dakika 90 matola asimami matatuka, simama dakika 90 kwa sababu gani hiyo masaa sabini na mbili ipo wapi vile vireni masaa 72 na mbili ipo wapi mtu anasimama dakika tisini meneja ambaye sio kocha eti wewe uliwahi